Maelfu ya waandamanaji walijitokeza jana Jumamosi, Oktoba 18 mwaka 2025 katika miji mbalimbali nchini Marekani kushiriki maandamano yaliyopewa jina la No Kings, wakipinga kile wanachokiona kama mienendo ya kiimla na hatua za kupinga demokrasia zinazochukuliwa na rais wa Marekani, Donald Trump. Maandamano haya yalijengwa juu ya msingi wa maandamano ya awali yaliyofanyika mwezi Juni, na yalionyesha kuongezeka kwa hali ya wasiwasi na hasira miongoni mwa wananchi kuhusu mwenendo wa utawala wa Trump. Waandamanaji walieleza kutoridhishwa kwao na hatua mbalimbali za serikali, ikiwemo mashtaka ya jinai dhidi ya upinzani wa kisiasa wa Trump, uvamizi wa kitaifa dhidi ya wahamiaji pamoja na kupelekwa kwa maafisa wa usalama wa serikali kuu katika miji mbalimbali bila ridhaa ya serikali za mitaa. Wengi waliona hatua hizi kama jaribio la kudhibiti madaraka kwa kutumia nguvu, hali inayodhofisha misingi ya utawala wa kidemokrasia. Katika maandamano hayo, washiriki walibeba mabango yenye ujumbe wa kulani kile walichokitaja kama jaribio la kugeuza urais kuwa taasisi ya kifalme isiyowajibika kwa wananchi. Kauli mbiu kama No Kings, demokrasia siyo dikteta na sheria ni kwa wote zilitawala maandamano hayo, huku waandamanaji wakisisitiza kuwa hakuna mtu anayeweza kuwa juu ya sheria, hata rais mwenyewe. Makundi mbalimbali ya kijamii, wanaharakati wa haki za kiraia, pamoja na raia wa kawaida walishiriki kwa wingi, wakiunganisha sauti zao kupinga kile wanachokiona kama tishio la wazi kwa demokrasia ya Marekani. Kwa kutumia mitandao ya kijamii na vyombo vya habari vya kiraia, waandamanaji walihamasisha ushiriki mkubwa na kupeleka ujumbe kwamba bado kuna watu wengi walio tayari kusimama na kuitetea katiba na misingi ya utawala bora.